Bwana Yesu anasema hivi, huwezi ukavipata vitu vya mtu mwenye nguvu bila kumfunga kwanza mwenye nguvu. Kuna mwenye nguvu anayefunga kizembe, lakini ukutana na jayant yenye kama Goliati, huyo hatishiki kwa maneno yako, hatishiki kwa silaha yako, hatishiki kwa kabila lako. Yatuwambiwe mimi nimezaliwa mara msoma pale katikati kati ya mji yale, ya yale yale yale yale tunayosikia, yale yale, mimi ndio nilikuwa kiongozi, wala hatishiki na wewe. Weliat alikuwa hatishwi na maneno, hatishwi na kitu chochote. Hebu fikiri, mtu asiyetishwa na jeshi, sio watu watano, jeshi limekuja la serikali ya nchi, hatishiki na jeshi, na yuko radhi anatukana kwanzia wanajeshi anatukana pamoja na mfalme kiongozi, anatukana wote, achilia mali hiyo na Mungu wenu na nikiwashinda mimi ndio nitakuwa mungu wenu kwa sababu nina nguvu kuliko hata mungu wenu huyo. Ni binadamu anaenena na maneno ya namna hiyo. Sasa unaweza kujua katika ulimwengu wa roho ni nini kinachotokea. Maana yake tunapambana na watu wengine, wamezaliwa kama vile ambavyo mfalme Sauli alimwambia Daudi, huyu ni mtu wa vita tangu ujana no wake, ni mtu wa vita amekuwa leni ana uwezo wa kuhamisha jengo kwa muda na akalirudisha tena, tendelea na masomo ni <laughs> mtoto mdogo huyo. Mtoto si mtu wa kawaida, katika kao ni tishio na wana vyeo vya kutosha. Sasa unakwenda kwenye lile anga lake. Inawezekana kwenye ofisi mahali ulipo kuna huyo mtu wa dizaini hiyo. Inawezekana miongoni wafanyabiashara nao kuna mtu wa dizaini hiyo. Inawezekana kwenye mtaa unapoishi kuna mtu wa dizaini hiyo. Inawezekana pale unapotaka kujenga kuna mtu wa namna hiyo. Na ni wale wengine nisema hata kwa swala la kujenga umenunua eneo, umekuta kuna msingi, umeweka unaanza. Usije kashangilia tu. Mwenyezi Mungu kaniona kiukweli kabisa ni kwamba waza tofali za msingi kama walafu ni na mawe. Mjini huko unapata hivi mawe na mshukuru Mungu sio kitu kila kitu cha kushukuru. Kuna vitu vya kuuliza. Haleluya, haleluya. Kwa sababu huwezi kujua msingi ule una nini hapo? Huyo mtu anamgugua. Katika maandiko kiangalia watawala walikuwa wakiingia, wakifika katika ikulu, wanataka kujua Mungu gani alikuwa naabudiwa mahali hapa. Kama ni Mungu wa bahari, tuvunje hizi madhabahu ili tuweke madhabahu yetu. Haleluya ya Mungu tunayemfahamu. Tulisoma last week tukaona. tunasema hivi, tunaposema tunaposema Rozi amuombe Mungu, ana ujasiri wa kusema Mungu wa baba yangu, naomba unitokee. Majibu anayo mwenyewe. Tunaposema Henry anatakiwa kuomba, ana ujasiri wa kusema Mungu wa baba yangu, nitokee. Majibu anayo mwenyewe. Kila mtu na majibu. Mungu wa baba yako ni yupi atakayetokea akupigania vita hiyo? Daudi alikuwa na ujasiri kusema Mungu wa baba yangu Jesse, nitokee Suleimani alikuwa na ujasiri, Mungu wa baba yangu Daudi ndomo unitokee. Na Ahazia naye alikuwa na ujasiri, kwa sababu tangu amekuwa anafundishwa habari ya miungu, sio kwenda kanisani. Kwa hiyo alipokuwa anasema Mungu wa baba yangu, manayake bahari yatokee. Sasa kama bahari yalifeli Ahabu mwenyewe kafeli, Jezebeli na nguvu zake kafeli, huyu bado ana ujasiri. Aliposikia habari za Elia Mtishbi, akakumbuka habari zile zilizotokea wazazi wake, akaamua kutuma kabisa wa chinji ni mbali. Tunaona mambo yaliyotokea wale hamsini askari pamoja na kamanda wao, moto ukashuka kwa alama wote, kikosi cha pili wa kalamba wote, kikosi cha tatu yule ndio akawa na, na, akili. Alipoenda yeye akaomba toba Amen, akasema natambua kwamba yule ni mtumishi wa Mungu Amen, na uwe na huruma na rombe za watu wameangamia hawa watu, lakini nimetumwa mimi, si yeye, kwa kizangu nimetumwa tu, ila naomba rehema, naomba radhi, utuhurumie Sauti ya Mungu ikasikika. Elia, usimwogope mtu huyo, naomba shuka ongozana naye mpaka kwa mfalme Ahazia. Nenda kapeleke habari zile zile hazitabadilika. Amefika mahali pale Ahazia bado ana yani kiburi. Yani, kuna vijitu yani vina kiburi mpaka vinaingia kaburini. Yaani, kuna vijitu tumevitengua miguu. Viko nyumbani yani havijiwezi kwenda kwenye shughuli zao za uchawi tena. Viko hapo yani vimeparalyze vipo weka vitafute vipo na vikuta hapo ndani. Hebu kiambia habari za Yesu. Toka toka presaka ofa. Toka bila. Nibadilishe imani. Mimi imani haitabadilika. Hautanibadilisha hata siku moja sio? Yanaanisha kupiga cha kufiatua digu hapo chini. Uwezo wa kuruka hata kwenye ungo huendi. Huko basi mwe ungeuka tu. Kwa kuwa ni vijitu viko hivi yani. Viko hapo lakini, bado ijeuli. Tutapambana mpaka mwisho. Hivi ndivyo liku ilikuwa Ahazia. Ahazia amelala kitandani na Mungu. Neno wa Bwana linasema hivi. Hautashuka hapo kitandani kwa neno la Bwana, kufa na utakufa tu. Hakuomba toba wala nini, kwa sababu anaamini Mungu wake anaweza tumishwa. Bwana alipofika umbani kwa Ahazia akamtazama na akanena, lile lile, wala kumwambia. Nataka nikuongeze sala ya toba sasa. Kuna watu unawalazimisha sala ya toba. Usilazimishe mtu sala ya toba, amen. Haleluya! hatuna injili za kulazimisha. Yaani, wewe umekubali, ya kukubali, piga magoti Sara toba, hamna anaweza akakuheshimu tu wewe. Sara ya toba, mtu akubali kutoka ndani, jina Bwana ibalikiwe sana, Amen. Ahazia akafa kwa sababu ana experience na yule mungu wake anaweza, lakini kumbe ni Mungu wa kumferisha. Mungu atusaidie sana, tuwe na imani juu ya Mungu tuliye naye, tuwarithishe watoto habari za Mungu tuliye naye, tuwasimulie watoto habari za Mungu tuliye naye na nguvu na ukuu wake Mtoto akikuuliza maswali magumu yasikuvunje moyo ukakosa jibu la kumpa mtoto. Mzazi lazima uwe na majibu kwa mtoto wake akikuuliza, wala usikwepe majibu, usikwepe majukumu, mjibu kwa ujasiri wote. Mtoto anakuuliza hivi, kama Mungu kweli anaishi, kama Mungu kweli anasikia ana maombi yako, mbona ili jambo halijajibiwa? Wala usio muda wa kutafakari. Kuna watu wengine akiulizwa namna hiyo anachukua kitambaa Acha udhaifu Amina. Acha udhaifu kwa jina la Yesu uwe komando. Amina. Tunaye Mungu aliye hai. Mwambie, mwanangu, nilipokuwa kwenye maombi niliona mbingu zinatema mvua namna hii, Amina. Mwanangu, mwaka huu yani madamu inaendelea kwenda shule, hautapata mia tano mia tano inapanda huku huku, mwanangu, haleluya. Alafu namwambia hebu mshangilie Mungu wangu nayemtumikia. Amina. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Buku buku, halafu ukiona kuna kitu mekipenda njoo uniambie jina. mm -hmm. Maikie mm -hmm. sana, ongea kwa imani, ukiamini maombi uliyo yafanya hayakuanguka bure, mm -hmm. sadaka miyeitoa haikuanguka bure, Bwana mm -hmm. yuko anajibu na yuko ala kujibu kwa namna zozote zile, mm -hmm. usionyeshe dhaifu like, mbele ya mtoto hallelujah, lakini mm -hmm. pia tunakuwa na maombi ya kuto kutubu I confess dhambi Maandiko yanasema, through one man, we all suffer. We all sinned. Kupitia mtu mmoja watu wote tumetenda dhambi. Kupitia Adamu na, na na Eva. Sasa katika maombi yetu na kwenda mbele za Bwana mara nyingi sana huwa tunawaona wengine wamekosea, ila sisi tuko sahihi. Unajinadi, unajisifia, unaona namna ulivyofanya vitu vizuri kuliko watu wengine. Yaani wewe itakuwa unatajotaja jina, yani ukifika yani, kwenye mkutano utajitaja jina lako. Ukifika kwenye familia jina lako litajitajwa. Yaani kila mahali unaona namna hiyo kile kiburi kile. Sasa maombi ya namna hiyo sio maombi. Bwana anataka watu wanyenyekevu. Kuna wakati wengine wapendo waingia kwenye maombi ya rehema tu. Usipeleke mahitaji yako. Mungu anajua ni kweli. Tumeomba sana ni kweli. Tumefunga sana ni kweli. Tumetoa sana ni kweli. Tumewahurumia wengine ni kweli kabisa. Weka kando ustaje hata moja, simama, tumwambie Bwana, mimi ni mkosaji ha. Akageuka ukutani, akasema e, Baba, kumbuka nilivyosimama mbele zako amen, kumbuka nilivyotembea nawe amen. Akamkumbusha Bwana, ni kweli, madhaifu ninayo kama binadamu, inawezekana nimeabudu hata wanadamu, sio wewe tu, ni kweli, mambo ya nyumba yangu hayako vizuri.

hukumu yako. Wao wana mizigo yao, nawena mzigo wako. Simama na Mungu aliye hai. Bwana anataka matengenezo, isikilize sauti yake kwa bidii na utakuwa bema ya nchi. Bwana anataka utoke hatua hii kwenda hatua nyingine. Weka hili moyoni mwako ya kwamba hata kama dunia nzima itamwacha Bwana, mimi nitabaki na Bwana, mimi nitatembea na Bwana hata kama watumishi wote watakengeuka. Tuko nyakati za mwisho. Watu wengi wanaonyeshwa mambo ya siku za mwisho, hata dalili zenyewe unaziona ni mambo ya siku za mwisho. Simama na Mungu aliye hai. Watawalibika walioamua kuharibika, lakini wewe usimama na neno la Bwana. Haleluya! Simama na Kristo. Kwa nini usitii tu maagizo ya Bwana na ukafanya